Eme, naomba ukae. Leo ni siku muhimu, ibada ya kufungua robo ya pili ya mwaka ishirini na ishirini na tano ya Ia masomo ayi hapa Ahava Secondary School baada ya kufungua, baada ya kuanza robo ya pili ni masomo kwa mahali hapa Ahava Secondary School. Kwa hiyo leo tutakuwa na kuomba, tutakuwa na kuomba kwa ajili ya robo ya pili ya masomo ili neema ya Mungu itufunike <coughs> katika usalama wote. Baba wa mbinguni, tusaidie na nisome maandiko katika Isaya arobaini na tano. Uh, ts Isaya 40:5, maandiko matakatifu tunapo ilea maombi ya kuombea robo ya pili ya ya mwaka wa masomo wa ishirini na ishirini na tano mahali hapa hapa Ahava Secondary School. Ambayo katika huu wakati tutakuwa na maombi ya kuomba Bwana Mungu wetu atie neema yake atustawishi katika roho hii. Maandiko matakatifu yanasema hivyo. Haya ndio Bwana anamwambia Yekoresh Masihi, maana yake mtumishi wake ambaye nimeshika mkono wake wa kuume, ili kutiisha mataifa mbele yake; nami nitaregeza, nitalegeza viuno vya wafalme, ili kufungua milango mbele yake, hata barango hayatafungwa. Anasema nitakwenda mbele yako, sema amina, sema amina. Anasema nitakwenda mbele yako. Manaake hapa kama alivyokwenda mbele ya Kovoeshinasiri, nasi tunamtaka aende na sisi kama alivyosema na Kovoeshinasiri. Hayo aliyosema na Koreshinasili akasema na sisi kwamba nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali panchofaraza, anasema nitavunjavunja vipande vipande milango ya shaba. Manake lile milango iliyofunga baraka zako, iliyofunga mafanikio yako, iliyofunga ustawi wako, anasema nitaivunjavunja. Anasema nitakatakata mapingo ya chuma. Maanake hata kama yapo mamilango ya chuma yanayozuia ya usifike hapo ambapo Baba yetu wa mbinguni alikusudia, hapo kwenye hatima ya masomo yako, hapo kwenye kusudi la Mungu Baba, anasema nitavunja vunja hayo mapingo ya chuma. Kwa maoni haya Ndiyo hitaji yetu, yakiwekwa mapingo ya chuma, yakiwekwa milango ya shaba inayofunga sisi tusipite, tunaiomba neema ya tuna ya Mungu itutayarishe kupita kwa ushindi. Anasema nami nitakupa hazina za mzano na mali zilizofichwa za mahali pa siri, maana kuna yale ambayo baba ameahidi ambayo ni haki yetu

Ikawe siku ya kupokea kwa jina la Yesu, amen. Tunapoanza maombi haya, tunapoanza roho hii kwa kumtanguliza Mungu, ukapokee mambo ya siri. Yale ambayo kwa akili za kibinadamu huyatambui wala kwa macho huyaoni, ukayapokee. Jina la Bwana Yesu libaki sana, amen. Anasema ili upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana ni kuitai kwa jina lako na Mungu wa Israeli. Tupigie Mungu wetu makofi wetu. Nataka tusome na maandiko hapa katika Mwanzo. Nataka tuone kwa usahihi ibada muhimu kama hii ambayo tunakwenda kumwomba Mungu tukihitaji neema ya Mungu katika maisha yetu, tukihitaji ustawi wa Mungu katika roho hii, tukihitaji kibali cha Mungu katika roho hii. Tuangalie kutadaitwa Yakobo, ambaye ya huyu alikuwa katika mazingira magumu, lakini kwa kumtanguliza Mungu yale, yani mazingira yaligeuka, yani na badala ya ugumu ukawa wepesi. Tusome Mwanzo salasini na mbili mstari wa tisa. Nitaanzia pale kusoma, nisome kidogo maandiko marefu. Akasema Yakobo, akasema: E Mungu wa baba yangu Ibrahimu na Mungu wa baba yangu Isaka, Bwana uliyeniambia rudi, uende mpaka nchi yako na kwa jamaa zako, nami nitakutendea mema mimi nikasema sistahili hata kidogo hizo rehema zote, kwa kuwa kwa kweli yote uliyemfanyia mtumo wako, maana nalivuka mto wa Yordani na fingu yangu tu. Anaona udhaifu wake, namna ambavyo hana vitu vingine, anasema nalivuka na fingu yangu tu kama na wewe unavyoweza kuona ustahili ushindi wa wali ya sawa, kama unavyoweza kuona kama vile kuna ugumu, lakini Mungu akiwa na wewe wepesi. Anasema naivuka na ufingo yangu tu, sikuvuka na vitu vingine. Kama na wewe ulivyo hapa shuleni hapa, haona vitu vingi sana vya kuweza kukuhakikisha ushindi, kuweza kukuhakikisha usawi, lakini unayo daftari unayo unavyaka. Kupitia hivyo maisha yako yakafungula kwa jina la Yesu, kupitia maisha yako yakafungula kwa jina la Yesu. Anasema katika ule mstari wa kumi anasema "Unikoe sasa na mkono wa ndugu yangu, mkono wa Esau, maana mimi namuogopa asije akanipiga na mama pamoja na wana wangu. Nawe ulisema hakika nitakutendea mema, nami nitafanya uzao wako uwe kama mchanga wa bahari usiohesabika kwa kuwa mwii Jina la Bwana ibarikiwe. Nikikupendeza rudia 30 pale mwanzo mstari wa 43. Rudia a mwanzo mwanzo mwanzo la mstari ule wa 43. Uone huyu Yakobo huyu. Anasema kwa hiyo mtu huyu anaitwa Yakobo, akazini mno, akawa na wanyama wengi na vijakazi na watuma na ngamia na punda. Ile makofi kwa Mungu ambaye ambaye mazingira yalikuwa yamebana, ambaye katika safari yake ilikuwa na ugumu, ambaye yeye anasema Baba Mungu wa baba yangu Ibrahimu, Mungu wa baba yangu Isaka, anamkumbuka Mungu wa baba zake, anamkumbuka Mungu asiyeshindwa, anamkumbuka Mungu wa baraka yote, Mungu ambaye baba zake walipotembea naye walifanikiwa, Mungu ambaye wa baba zake walipomwabudu walipata ustawi, Mungu ambaye baba zake walipomtegemea maisha yao yalinyoka. Anasema, wewe Mungu uliyeniambia rudi wele mpaka nchi yako, nami nitakutendea mema, ulisema. Lakini katika hali hiyo, mazingira magumu, mazingira yanapanga, anasema nilipoondoka ni sasa, nikavuka mto wa Jordan kwa neno lako, sikuvuka na, si na vitu vingi baba niia <coughs> ni na fimbo, sikuvuka na vingi. Hapa ndipo uone faida ya kutanguliza Mungu, hata kama hata kama una vitu vingi vinavyoonekana baba b ah. yapo wengine yanakuonea, lakini kwa ibada kama hii ya kumtambuliza Mungu, kumoa Mungu atembee na sisi katika hii robo, lazima yale yaliyokuonea uonee kwa jina la Yesu. Aa, ungua anasema sasa ipo vita, lakini niokoe pia na mkono wa ndugu yangu Esau. Kuna watu hawanipendi, hawapendi mafanikio yangu, hawapendi sa wangu. Sikiliza watu wa Mungu. Kwanza na Mungu, maisha ya kwanza na Mungu. Tuna roho tem, tunahitaji tuanza na Mungu, tunahitaji Mungu tumuite, awe pamoja na sisi atusaidie.